Asalamu alaykum, aya shukran my sister kwa swali lako uliouliza, vibibi nini? vibibi ni hivi hapa, angalia recipe yangu paka mwisho ujue vibibi nini. Wasikia wengine uvita chila, wengine uvita vibibi, sisi tu uvita vibibi watu wa Mombasa. Wasikia vya kutosa. Hivi ndio vibibi vya kutosa. Vako pande moja wa chini upande wa juu vaivana mvuke sawa Vibibi ndo hivi sasa. Dia sasa angalia my recipe mpaka mwisho, wale ambao hawajui vibibi nini vya kutosa haya. Hapo nimechukua, nimesoko mchele wangu wa pishori overnight, vikombe viwili, maji mbili, nikauchunga vizuri, nikahakikisha hauna maji. Yani unachukua ile chungio, unachunga kama vile unavochunga chai, wasikia, unaotoa maji kabisa, uwe mkavu usiwe na maji hata kidogo. Kusababu, kwa sababu ukiwa na majimaji e, mchanga wako ukisaga utakuwa mwepesi sana, wasikia? Kwa sababu ile maji. Lakini una soak overnight mchele wa pishori. Mimi utumia katika vibibi, vitumbua, mkate wa sinia, mimi huwa natumia mchele wa pishori, guys. Haya, nime soak mchele wangu overnight, vikombe vili maji kama hiyo ambayo nimekatui nimepima magi mbili za mchele sawa, nikatia hapo ndani. Sasa naenda kusanga kusaga. Risipi ya vibibi vitumbua mkate wa sinia ni hiyo hiyo moja, wasikia. Kwa maanake wengine wauliza, ah risipi za fanana e, risipi zote za fanana, mkate wa sinia vitumbua na vibibi. Sema mkate vitumbua, sasa hii watu wengi wana madoido, sijui wachemsha mchele kando, sijui wachanganya na huu mchele mbichi sijui, kila mtu na mapishi yake guys. Mapishi wajua ni ubunifu pia, wasikie haya hapo. Nime nimetia mchele wangu vikombe viwili katika blender, nitachukua nini? Nitachukua, ntapima tui pia vikombe viwili. Ukiweka okay, vikombe viwili vya mchele na tui lako liwe vikombe viwili. Mimi nimetumia ile Magcoconut yangu ya poda ndo nimetumia. Nitaeka magi mbili ya tui katika hiyo blender yangu kwa sababu mchele nimetumia nini, magi mbili guys. Nadhani mpaka hapo mshanifahamu. Kupika vibibi vina design mbili, kuna vingine vachomwa chini na juu na kuna vingine vachomwa chini wengine wanapenda kama hivyo kutosa, wana, wanachoma tu chini, yani wanaika kwa pan, wanachoma chini. Na wengine wanapenda kuchoma both side. Haya, tuanze. Hapo naika, kad, e, east, amira one tablespoon. Na tia hapo, ndani ya mchele, one tablespoon. Hapa, sieki, sukari, kabisa kama vile vitumbua na mkate wa sinia. Naika, amira, na naika na tui. Tui nimetumia coconut powder lakini ukitumia nazi ile ya kukuna hmm pia watumia hivyo hivyo guys, nimetia magi moja, hiyo ni magi yangu ya pili. Na mimi na hapo, kama vile mnavyoona guys, haya, natia katika hicho kikombe changu kimoja na sunza sunza, natia hapo. Nimetumia magi vikombe viwili vya tui, nadhani mpaka hapo mshanifahamu, hivi ndo vibibi vya kutosa. Watu wengi waliniomba hii recipe, lakini sikuwa na muda wa kuposti. Haya, nafinika hapo, natia iliki na isti na mchele na tui peke yake, na blend. Uta blend mchele wako mpaka uone uko smooth, yani uko laini. Sasa hapo na mimina katika bakuli langu kama hivyo mnavyoona. Unatakiwa uwe uzito na namna hiyo, kama uo wangu. Haya, na mimina hapo, na hakikisha unatoa wote katika blender yako. Ukishatoa namna hiyo, unaukoroga unauchanganya, una uchanganyike vizuri, unakoroga mchanganyiko wako vizuri uingi yani ushikane vizuri, alafu tutakwenda kuweka umuke for 30 minutes, lakini inategemea mira yako. Ona kama hapo nashika, naona uko smooth au tachenga. Unahakikisha unausaga mchele wako vizuri, usiye hata na chenga. Haya, hapo na ukoroga, ukishakoroga kama hivyo na uacha sasa na ufinika, naenda uweka ufure yani u double size mpaka ufike hapo juu kama ufike hapo juu, lakini ufure, unauwacha kwanza for 30 minutes, inategemea na amira yako. Mimi amira yangu iko faster, 30 minutes ushaumuka. Yaani kuumuka ni kudouble size, yani kufura, wasikie hapo. Naenda nauwacha utulie, ufure vile unavotakiwa, ufike mpaka juu. Guys, nadhani mshanifahamu mpaka hapo, kwa sababu wengine watakuja kuuliza ah, mbona. Angalia video mpaka mwisho ndio uulize comment. Wengine mtu ataje, angalia video mpaka mwisho tayari wakuuliza mbona sikuona uki, ukisaga mbona sikuona uki, ukifura. Sasa angalia video yangu mpaka mwisho. Saa zingine mi uanza kwanza, naanza kuonesha um, upishi ama saa zingine na post kile chakula ambacho nimepika alafu nungaja nika alafu video ikaendelea, ndo naonesha sasa vile process haya. Hapo umeona ushafura, unaona vile umeshikana vizuri, mzito. Sasa na ukoroga nitoe huo pepo uliko ndani, unakoroga mchanganyiko wako wa vibibi, yani huo huo ulosaga. Unachukua nonstick pan kama hiyo yangu mimi, sitoweka mafuta lakini kama utumii nonstick itabidi ubrush na mafuta juu, sawa guys? Haya, nisha koroga, upepo nishautoa upepo wote. Unga wangu wa vibibi sasa nenda kuteka e, iyo upawa mbili nikimimina katika iyo pani yangu. Unaona sijapaka mafuta pani yangu ni non stick haishiki chini, yani vibibi haviwezi kushika chini, lakini kama yako si non stick itabidi uweke mafuta, ubrush na mafuta. Haya, nikishamimina hivyo nafinika unafinika ndo huku juu na mvuke nafinika kama sasa hivi. Sasa ndo vibibi vile vingine vya kuchoma huku chini na juu pia ni vibibi, vibibi lakini wa Tanzania mwona, hicho chengine na kitoa. Haya, natia tena nitafanya hiyo process mpaka niendelee nimalize. Waona, na mimi na hapo pa wangu na wa kwanza wa pili natia. Haya, nafinika na yaacha hivi mpaka ikauke juu kabisa. Unahakikisha unaacha na kote kushakauka, kusha kufanya bubble, alafu kwa kauka ndio kishaiva mpaka juu. Nitakiacha mpaka kinini. Sasa ukitaka kuona vile na vitosa sasa uangalie pati tu yake. Nimeposti kwanza vile ambavyo natengeza lile tu la kutosa, alafu hii sasa ndo naonesha vile vibibi vinavyopikwa mashallah. Sasa pati tu yake ile ya kutosa sasa nisha posti, nimeanza kuposti hiyo kwanza. Ah uh, guys, muona hivyo ndo vibibi guys. Sasa kuna aina mbili ya vibibi. Wengine hivyo atasi hivi vibibi vya kutosa na kuna vile vibibi vya kupikwa upande zote mbili, sitwaita vibibi pia lakini Watanzania wanasema ati vile ni michila. Ni mashallah mwaviona vibibi vangu vimetokea, mashallah vimeiva vizuri, sasa ndio maana nkavitosa, nkavitosa na tui.